Hii ni nusu finali ya yeah, leo uh, tuko na KBMC on the stage, whatever you are KBMC, KBMC where you are. Where you are. Yeah, yeah. KBMC, KBMC, KBMC where where you you are are. Yeah, yeah, whatever you are. Okay, na Kibwengo, Kibwengo MC Ah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Kibwengo, Kibwengo yupo hapa kwa ajili ya ku defend title ambayo yuko nayo kwa sababu mpaka sasa yeye ndo anashikilia mkanda wa CRB kwa episode nyingi zaidi. Hii tuko episode ya nne lakini jamaa ameshachukua episode mbili. Makofi kwa Kibwengo. Oh yeah, oh yeah. Episode ya kwanza alichukua Sunny MC. Episode ya pili akachukua Kibwengo, ya tatu pia akachukua Kibwengo. So I uh, I uh, uh, I expect such an excited final kutoka kutoka kwa washikaji leo. Au sio? Huyu ni new challenger kabisa kutoka Temeke anaitwa KB MC. Yuko na eh uh, oh, judges round ni mbili roundi. Eh, bana tuandalie bits mbili. Bits mbili unazo hapo sasa, si ndio? Okay. Bits mbili. Round ni mbili sindio? ikianza huku itamaliza huku, dakika ni moja. Let's king go. Yes. Uh. Yo. Mbele ya yangu namuona rapa andunje Kibwengo, acha fasta ni mkunje, na vitu vingi sitaki ni mpunje namtaka ni mchana abaki punje punje, kama za ugali. Huyu mwana mwali katoka Mbagala ila kadandia gari, anaonekana kabisa. Nampa somo, anaonekana anategemea plomo, ana kabisa na maono. Amevaa koti utasema jumba la konokono kono. nampa mishono, mimi niko macho, amelala usingizi wa pono Ka, kama soko swende basi gono, raundi hii kabisa utanyosha di mikono, utaweka juu na kuchana kabisa. Wewe hauwezi kuwa kabisa kama sadu, hata ukileta pozi na rangi yako nyeupe lazima nikukamate, sasa nikutupe, nikutoe yako marupe rupe. Unaonekana kabisa kabisa inabidi uwehuke kabisa mwana, nampoteza kwa hii raundi upati hata paundi ya biti, uh, uh. Yo, yo, yo. Hip hop asilia yo, leo hey, kutana ha, na Kibwengo, nakwambia kwenye rafu uwe na malengo na kujenga Kibwengo leo kama mjengo, na kutoa meno alafu na kwacha na mapengo, utajua leo kebindo, mwamba, umekuja hivi tu nadhani umeulamba na kupiga punch moko dogo utajamba, Kibwengo, nakwambia uwezi kuulamba kama dula makabila na kupata swila, bora hata ungevaa buti jasila Leo mi na kuangamiza wewe ni Kibwengo kwenye flow na kutuliza umekuja hivi na kuvunjia vya iviza ndo maana kwenye flow unaona kama unaigiza wewe ni Kibwengo meti umetoka Temeke kwenye easy flow kwanza lazima kuchepe Kibwengo nataka utetereke, yani kama majani leo lazima nikufyeke. Unakuja huku halafu naleta umaarufu na kupiga leo kwanza misiri ya dufu. Umekuja kichwa kirefu chinja chinjaka kuku kwangu, mi usiniletee upanya kabuku. metoka temeke lakini dogo ya wezi, flow ya wezi nakuonyesha ndo mnyamwezi ya kwenye bato leo nakukija kwenzi hata kulalaamai Makofi kwa jamaa. Oh yeah, uwa tunategemea. Oh yeah. Tunategemea uh, tu, tunapofika stage za uh, uh, robo fainali, nusu fainali na fainali yenyewe, tupate battles ambazo ziko hot like this. Au Mansuli, unasemaje, sindio? Sinza star kapitisha, okay. <laughs> Nani uko na mic? Moshi unantinga be the MC. Oh yeah, <laughs> Aisee hii na hadhi ya kuwa nusu finali. For for real, for real. Kibwengo bwana alipopiga alipiga kwenye pichi fulani ya hapa. Yeah. Sasa bwana KB nikawa namsikilizia namsikilizia. Na atajibuje? namsikilizia na mpaka kaifikia Yani kaanza hapa hapa hapa mpaka afikie pitch ya mchizi. Kabisa kabisa. Kwa hiyo mimi kwangu inaona game hii ni balance ya wote. <laughs> na hapa. <laughs> Oh yeah. Ah uh, uh, Mansuri. Yeah, yani pia alikuwa kwenye mawazo yangu pia. Mimi mwenyewe right, nilisema bwana alipopiga Kibwengo nikasema Kibwengo mtaalamu kashamaliza hii. Sababu anakuwa galalega namjua ujamaa lega. Sema round ameniprove wrong. Yeah. Amekuja na energy na yeye kidogo imeongezeka, punch pia zimekuwa nyingi, hiyo mimi pia, oh, yeah. Pia nasema moja moja bro, bwana, kwa jinsi Kibwengo alivyoanza nilijua kabisa hii haina comeback, lakini comeback aliyofanya Kiberenge ametupa makonde mengi sana, mi nitampa Kiberenge. Kiberenge amechukua hii, speed ya Kiberenge, e, bwana, Kiberenge kwanza Imagine, ni jamaa ni new kama au sio? yeah, yeah. Ndio first time anashiriki lakini moto alouasha utafikiri alishashiriki seasons zilizopita. Kwa hiyo KB. Yes, KBMC. E, oh yeah, oh yeah. kwa hiyo KBMC bwana mimi nampa KBMC ameshukua. Of course. Kwa hiyo hiyo ni Round ya kwanza wametoa draw. Yeah. That means kwenye raundi hii hakuna mshindi. Imebaki raundi moja ya kujitetea kwa kila mmoja wenu, ambaye atafanya vizuri katika raundi hii ndo mshindi wetu. That's it, ndio? All right, let's go. Ilianzia wapi Mike? Ilianzia kwako. Saizi inaanza huku. Ayo, kwa Oh, Mike ilianzia kwako, sasa inaanzia huku. Mefuga vinywele boro, ungenyoa viduku nakwambia. Kabisa nakupiga marufuku leo, mikasa takata kama umeme wa luku, nakwambia leo tasubiria kwenye hizi bato. Leo nakupa maaidia, ili mradi ukikaa kwenu yakumbuke, ungekuwa flow edu geruke ruke, lakini nakuonyesha kwanza, nakuonyesha kwanza, keidini mwamba nijini akili kwanza weka hiyo akilini, nakuambia kabisa, kuwa na disiplini. Umekuja huku lakini una mapepe, nakutolea kisu, hii lazima ni kutepe. Kisu hakunaga mbona, unachezacheza cheza kwenye hizi flow dogo, leo nakupoteza. Kiswahili ujuu etu nafosi Kiingereza, ningekuwa mamba kwenye mto ningekumeza. Unakuja huku alafu unataka kuzulula kwenye hii bato, leo nakugeuza chakula. Bora hata ungejigeuza, unge ungekuasino nyuma, najua ungeonyesha kidogo kichura lakini dogo bado mwembamba ngomo nazotoa hapa aziwezi kutamba, yeah, kwenye flow leo tajamba yeah, uh, yeah. Sijaanza shapata kitete taka ni mkate miguu abaki kiwete ya yeah. Huyu mchizi anauza kete kweni makini huyu jumwaa chuma ulete, chuma ulete kabisa, huyu mchawi Leo kabisa au kula uli na unawi na kuhamisha bongo na kupeleka Malawi, rap yako ndogo ipo chini haistawi, wewe unakufa susiseme auawi na kupoteza kabisa, usijifanye kauzu, wewe ni ostazi ambaye hausomi juzu, kwenye rap wana hujafuzu, na kuoneshea kabisa kwamba fuge hata mzuzu kabisa, kila suzula chako kitamu na kumwaga midamu tena kwa zamu, unanipandisha hamu, toto mzuri umenuna sana na kuomba basi tabasi tabasamu una kipua kabisa, tasema gumi kwenye hii laundi utoke atashin gumi. Uwezi kabisa, una rap rap katuni rap yake feki, kwanza juoni miguuni chegi yake simple, toto yuko simple, na mwonyeshea mimi ni rapa wa people hapa hapa kabisa, nakutadika chakula chako ulichokula leo utatapika. sipo kwenye nafasi ya majaji, I'm just the host. Mimi niseme tu moja kwa moja KB kwa ubora, ukali na uwezo uliokuwa nao. Yeah. Kuna kitu umejifunza. Yeah. Yaani maana yake ni kuwa ulicho nacho bado hakijatosha. Kuna vya ziada vinahitajika. Nimependa the way una swing, uh, yani uko flexible, una relax lakini kuna mashambulizi ya kuongezea brother. Yes, na ukifanya hivyo hakutabiria makubwa. Joe, next week naamini kabisa uta prove hichi ambacho nimekisem. For real. So ujasema kulako inaenda wapi? Kwa hiyo maelezo, <laughs> ushaelewa. <laughs> Kibwengo amedhihirisha <laughs> kwanza kwa nini alichukua mara mbili mfululizo, kwa sababu aliona dogo amekuja leo, tumbona kama atakaza kuniletea kama level yangu hivi. Oh, amerudi yeah, ile amerudi amekasirika, yani yaani yani, mwanzo mwisho yani oh, yeah, sema mwana, big up kama leo siku ya kwanza ameweza kufika nusu finali yani ni hatua kubwa. Hatua kubwa sana. Katafute na misamiati mingi zaidi sasa sababu hii ni freestyle battle. Unapokuwa na yeah. maneno mengi zaidi yani, vocabulary nyingi kichwani inakusaidia pia, ila big up, lakini amechukua Kibwengo, Kibwengo MC once again. Makofi kwa Kibwengo. Uh, makofi mengi kwa KBMC. Oh yeah. Oh maraki yeah. Oh ya kwanza, maraki ya kwanza. Yes, maraki ya kwanza lakini amefanya kitu kikubwa sana ambacho hatukutarajia. Of course. Umejua, yes, amefanya vizuri sana. Big up kwako. Umejitahidi uh, ume kadri ya uwezo wako, lakini ndo mara yako ya kwanza. Najua next time utafanya vizuri zaidi. Umeona jinsi mpambano unavyokuwa. Hii G Kibwengo, raundi ya pili kiukweli Ameshambulia mwanzo mwisho. Raundi ya kwanza mimi kwa upande wangu ulichukua, lakini raundi ya pili G Kibwengo amechukua. Lakini big up sana kwako, kwa sababu ni siku yako ya kwanza, lakini umefanya vitu vikubwa. Kwa hiyo next time naamini utafika mbali zaidi. Alright, alright, alright, so, uh